Na kama kawaida exclusive na Timzoo beautiful Kanyego Sports Lady, Timzoo Kalugira, nipo hapa tayari kama ambavyo nimetambulishwa. Leo nipo na Mohamed Banka, nyota wa zamani wa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, lakini na miamba miwili ya Tanzania ya kisoka, kwa maana wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na Young Africans. Mohamed, kitambo muda mrefu sana eh? Muda mrefu ulipotelea wapi? Najua na mtazamaji ndo swali so la kwanza na utamani kulijua ulipotelea wapi, kitambo sana ya. Ni muda mrefu mimi nipo, baada ya mpira kuna shughuli zingine tena zinaendelea, kwa hiyo sikujihusisha na mambo ya soka tena, labda nienda kwenye ukocha ama nini. Kwa nilisema nifanye mambo mengine, maisha yaendelee, maisha yaendelee. Ukishamaliza mpira muda umeisha, basi unaamia upande wa pili. Banka, e, wengi wangetamani ambao, kuna vijana wengi sasa wa Gen Z ambao hawa wamjui Mohamed Banka, e, kubwa zaidi ni ule usajili wa kutoka Young Africans kwenda Simba, lakini kabla ya huko, hebu tuanze na maisha ya Young Africans, yalikuwaje ukiwa ndani ya Yanga? Maisha Yanga wakati natoka Moro United, maki nimetoka timu kubwa, nimeenda timu kubwa. Ndio kipindi hicho Moro United ya kweli kweli, Simba na Yanga wakienda pale kuziacha yeah, pointi tatu ilikuwa ni kawaida sana yeah. nakumbuka mechi na Simba pale Melei, Yanga Melei, Simba huko na timu yake Moro United, tuliwafunga Simba goli tatu pale Jamhuri. Jamhuri nakumbuka ile uko na wakina Said Swedi, Said Swedi eh yeah, wakina Mgosi Isa Mgwe, wakati ule Amiri Mkhtar basi ilikuwa eka eka, kwa hiyo nikitoka maisha ya Yanga, kwa kweli kipindi hicho tumeingia unajua tena vilabu vyetu eh? mm, tunakwenda hivyo amna mdhamini, amna nini unaona, kwa hiyo maisha tulikuwa tunaenda kwa sababu ni timu kubwa, basi ndio hivyo tena, lakini sio kwamba ilikuwa makubwa sana. Baadaye labda ndio alivyokuja marehemu Yusufu Manji kudhamini, ndio kidogo atilisi sasa tukasema yeye. Uhai na nyewe wa mpira mkaanza kuona lakini, yes, yeah. Kipindi hicho maisha tulikuwa tunaishi hatuna ya, yani, ya mdhamini hivyo, maisha tembeza bakuli yakawa ni maisha ya kawaida yeah, course, ili mradi yeah. Mnafika kwenye mechi mm, na boli inapigwa yeah. Kwa kweli kwa kweli, mimi nakwambia sasa hivi udhamini vilabu hivi vimepata udhamini sana, mpira umekuwa mkubwa, lakini namshukuru Mungu tukatoka hapo, basi tukatafuta changamoto zingine. Banka katikisa Banka kaisimamisha Afrika Mashariki, eh, na kati tunaweza kusema ukanda wa Sekafa. Wakati unapata usajili wa kutoka Young Africans kuhamia Simba, mambo yalikuwaje? Walipokeaje wana Simba? Kwanza nashukuru nilipokelewa vizuri sana, mimi kutoka Yanga kwenda Simba, kwamba ilisemekana kwamba kiwango changu kime drop na msimu wa pili hapo, kocha Jack Chamangwana kutoka Malawi. He, tulikuwa na Sekirojo Chambua, alikuwa ni msaidizi wake, na Kenya wanamsema ni Razakisiwa, nchini yuko naani timu gani? Ah, mimi nikapokea ile lakini kwa shingo upande, yani kiwango na nini. Jakchamangwana wenyee hakuamini, kwa, kwa nini imetokea hivi? kwa sababu ni mchezaji mimi namuhitaji, alafu niko kwenye timu ya taifa na tumetoka, tumetoka na nani, tulichokuwa tumetoka Shelisheli na timu ya taifa mm. Tulivyoachana nao basi, Simba wakaniona, tulikuwa tuna mechi zetu za ndondo ndo kule Bonja Magunia. Mm, tulikuwa tunakutana wengi wakina Shua Boy. Yaani, kuna mtu alikuwa na ana Saruma Bakari. Mm, alikuwa anatukusanya sisi wacheza wakina Ridondo na hivyo. Ramadan Ridondo. Baada ya ligi kuisha watu tunaenda gani? Kuna ligi nzuri sana. Ya, basi mimi baada hapo kwa usajili wangu ulianzia pale kwenda Simba kwenda Simba. Kuna rafiki yangu mmoja yuko Sweden, aliongea na Mohamed Nasser. Mohamed Nasser tunajua na muda mrefu tokea Tabora. Mohamed Nasser Kigoma. Yeye pia nalikuwa chachu wa usajili wangu yeye na Kaburu, kwa hiyo watu wa mpira hao wanazungumzia, kwa sababu wana wali waliona pale, huyu hapa anakuwa kuna kitu basi, na mimi kwa kweli siku hiyo yu nadhani na tupo baada ya mechi pale, mimi nikaondoka pale, moja ni kwa moja mpaka ofisini kwa Kaburu. Basi tukamaliza pale, mimi nikarudi zangu. Baadaye Yanga wanaanza kuvuruga vuruga huko: huyu mtu kasaini ajasaini, turudisha kama mimi muda mrefu. Shamaliza, shamaliza, tuone kiwango changu kwenye boli itakapofika. Ya siku zote unajua, ukishaenda kwenye timu geni kukopa na na wachezaji wali nakuwa kidogo iliniwia vigumu kidogo, lakini baadaye nichukua muda, basi mambo yakaenda vizuri. Kwa hiyo nikaitumikia Simba kwa kipindi chote hicho, ya mambo yalikuwa sio mabaya. Okay, wakati ukiwa Yanga mlikuwa na ushindani mkubwa sana wa namba E, na hasa kipindi hicho mtazamaji, ilikuwa ni kwa upande wa wazawa e, tofauti na sasa hivi. Kuta nafasi moja kama ya kwenu ina watu kama wa nne ama watano, na wote ni wazawa. Kama hapo zungumzo hapo, naweza kuwa kuna Alfred, kulikuwa kuna Leo Lucas, kuna Mwaipopo, kuna Abdi Kasim Babi, eh Azivo Dudu, wote mnagombania nafasi moja. Yeah, yeah, sasa pale ni, ni mwalimu na, na jitihada za wewe mwenye mchezaji umeona, kozi watu walikuwa wanapigania sana namba na ushindani. Kipindi kile ulikuepo mm, ulikuepo tuseme, lakini mwalimu anaye ndo anaangalia kwa hiyo ukipewa nafasi basi huwezi kuifanyia, uangalie jinsi ya kuitumia unafanya haswa. Kwa hiyo unaweza kuwa mme midfield basi wakapangwa namba saba, au akapangwa namba nane, au akapangwa 11 kwa hiyo wote mnakuwa ni mradi Mw, mwinogesha ile nafasi. Kwa hiyo ushindani ulikuwepo. Na kipindi kile wazawa sana sana ndio tulikuwa tunapigania sana namba, na wengi wazawa walikuwa wanaangalia kwenye timu zao, walikuwa wanacheza waza tofauti na sasa hivi. Tofauti na sasa hivi. Kwa nini? Na sasa hivi ukiangalia, fedha ipo. Watu wamewekeza kwenye mpira. Wadhamini, kama ambavyo umetoka kusema, ni tofauti na kipindi chenu. Kipindi wao ukiwa Yanga ulikuwa unamtegemea Manji tu. Ah, sasa hivi hata kipindi cha nyuma unajua, uh, ni, ni kwa usajili wa wachezaji kutoka Kameruni, sijui Ivory Coast, sio, hapo ilikuwa hakuna na sio kama ilikuwa basi, ilikuwa ni wawili na wanaokuja ambao sio kiwango chenyewe ambacho kinahitajika, ambapo ni tofauti na sasa hivi, wachezaji wanaokuja wapo kwenye national team zao azisikii golikipa wetu eh? Wengi wako kwenye national team na sasa hivi pia uwekezaji umekuwa mkubwa, kwa sababu sasa hivi mchezaji anasajiliwa mpaka milioni mia mshahara eh, tofauti na sisi kipindi chetu. Sasa kwa nini wasijitume? Sasa tatizo linakuja hapo kwa wachezaji wetu wa, wa Kitanzania kwa mm -hmm. wazawa mm -hmm. uh, na, na wameridhika na hela wanayoipata Naweza kusema naweza kusema hivyo kwa sababu ukiangalia kuna vijana wamesajiliwa kwenye hizi timu uh, Simba na Yanga labda, uh, na Azam, maisha ambayo waliokuwa nayo huko nyuma kwenye vilabu vidogo na maisha ambayo wameenda kuyakuta kwenye hivi vilabu vikubwa, yaani kuna nakumbuka kuna mchezaji mmoja wakati tuko Yanga, amini, tuko, yang, tuko Simba alitokea Kagera akasema kwamba mi ni bwana nicheze nisicheze, libadi minapata ni mshahara, nipo katika timu kubwa. Wanacheza ndoto zao ni kuishia Simba na Yangu ndo no, hicho kwa hiyo akishafika pale bwana, mimi ai nimeshavaa loga ya Simba na huyu mchezaji katoka kwenye klabu, alikuwa tishio, alikuwa striker kweli kweli, hala tukasema huyu mmoja aje kutusinania sababu mimi nicheze nisicheze nakula vizuri, napata chakula na safiri, napanda ndege ni hata sipocheza. Sawa, huko Kagera alipotoka, mambo ya ndege wapi na wapi, kutoka wapi na hela unayokuja unapata hapa vitu vitu, ndio kilicho. Kwa sasa hivi inawezekana pia na hawa waliotoka timu hizi ndogo wamekuja Yanga na Simba na Azam, wamekutana na maisha yale mazuri na waliokuwa wanayafikiria eh hee, kwenye ndoto zao, kwenye ndoto zao ni wachache wanavyofanyia kazi wana mili, Kagoma. Kagoma lakini, kweli alikuwa anaitaka Simba, si anataka viabu vikubwa aonyeshe ule uwezo wake zaidi, na ndio anachokifanya. a nisikia kutoka kwako, kuna Mohamed Hussein Shabalala, Zimbo Junior, lakini yupo Shomari Kapombe, vijana wako hawa, umewapokea umecheza nao, umewaacha na mpaka sasa tunapozungumza, saluti kwenu bado wapo na bado wapo wapo sana, si kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara na wala si kimataifa, bado namba wameishika namna hii. Sikia neno lako kwao au nini, unaweza ukazungumza nao kwanza? Uh, mimi niwape hongera sana amduseni, tumwapokea alikuwa uh, wakina Messi Mkude. Mkude, yes. Wamekuja Simba wametoka under 20. Bado, eh. Bado damu za moto sana sana wakina Ndemla wote walijitahidi sana kwa kipindi chao sana lakini kuna ile labda unajua, kuna nafasi pia zina ugumu na nafasi pia unaweza kuzimaintain. Mfano kama Shabalala na, na, na Kapombe wameweza, Kapombe, ku maintain nafasi zao kwa mazoezi binafsi, kama Shabalala wakati huu na, nacheza pale mazoezi pale tunacheza kina eh, unamkuta akashafika pale kasharoa kajikimbiza kwelikweli sanane pa na yuko Simba wote wakina Kapombe huko Tabata si wanajiiba yaani, lakini hii ndiyo result ambayo tunaona sasa hivi, mazoezi binafsi mm. eh, hey. Sawa, inafika kipindi um, um, n mwili unakuwa unachoka, lakini kama mwalimu anavyofanya kushabarara atamchezesha dakika themanini dakika sabini anampumzisha, anakuja ana kumsaidia huyu, kwa sababu anacheza zile dakika perfect, vizuri inatosha, vizuri mm -hmm. sana na mpaka saizi hawa wawili unaosema wameweza ku maintain ile status yao pale ba. yes. Banka, hatimaye ukaondoka ukaenda ndani ya Simba, ukatoka uka Yanga. E, mashabiki umezungumza ili kwamba haikuwa rahisi e, kuingia kwenye eneo jipya na wachezaji wapya, lakini baadaye, hatimaye ilikuwaje, ulivyokuwa unakutana mnakutana watani wa jadi e, unakwenda kucheza na Yanga wewe uko Simba na umetoka Yanga, mashabiki na wanachama walikuwa wanakuamini yeah mashabiki the way unavyofanya mazoezi na kiwango chako Unajua, ah, kuna mashabiki ambao we uko Yanga wenyewe Simba, lakini ah, mchezaji wana mhusudu kwa kiwango chake, umeona, ukija huku ndio inakuwa respect zaidi umeona. Kwa hiyo ndio nikasema sio rahisi kufika kwenye klabu alafu akakuamini. Kwa hiyo mi mechi za mwanzo ni za watani wa jadi, Simba na Yanga, ah, sikubahatika especially kwenye Simba lakini Yanga eh? nimecheza mechi kama nne tano za Simba na Yanga, kombe kombe la Taska, tucheza Arusha, ligi tukacheza Morogoro, umeona. Lakini kwa Simba kwa sababu nilikutana na watu pale wakina Kisiga, wali... Kisiga, ehe, maro. kwa hiyo ushindani ulikuwepo umeona, na o mwenyewe mchezaji mhm kusema Kisiga wakati mimi niko moro niko wapi Dewey, tunavyokutana yani, mm. Mm. Kwa sababu najua leo kazi ipo kwao, nakuta wenyeji, kuna zile mechi wameshacheza zaidi ya tano sita, kwa hiyo unajifunza kutoka kwao. E, Banka, tumeona kwenye timu yetu ya taifa ushindani wa namba bado upo, ni mkubwa sana hasa e, kwenye kile kipindi chenu, kwa na ushindani mkubwa sana e, na kocha ikumpa tabu sana kupita kiasi ushindani mkubwa. Nataka tuzungumzie ulikuwa ni kati ya nafasi ya walinda milango magolikipa, kulikuwa kuna Kaseja wa namna hii yupo hivyo, Mapunda wa namna hii, wote wako kwenye piki kwa makocha wote ambao walipita, kama kina Mariso Maximo, wakupata taabu sana. Lakini sasa sasahivi tuna changamoto ya makipa, shida ni nini, nini nini kifanyike? uh... Kwa kipindi cha nyuma tulikuwa tuna shida ya magolikipa kwa kweli, timu ya taifa, kwa sababu magolikipa wote walikuwa wanateuliwa wana, wana timu ya taifa. Kwenye vilabu vyao walikuwa ni first eleven, mfano tulikuwa tuna D ile Shaban Jeketi alikuwa ni anadaka, tulikuwa tuna Shaban Kado, Mtibwa Mtibwa, wote walikuwa na first eleven kwa timu zao, Ivo Mapunda, Kaseja. Kwa hiyo mchuano ulikuwa mkali sana, na wote unakuta Ah, kipindi kio kina Paulsen, Maximo hmm, eh, hmm, kwa hiyo walikuwa ushindani ulikuwepo, umeona, na mwalimu anaweza kusema leo ataweza Kaseja, atadaka huyu, atadaka huyu, kila anafanya kweli kabisa. Kwa hiyo kwa sasa, sasa hivi nini, kwa nini hatupati kwa, kwa sababu sasa hivi Ah, walinda milango wengi wa vilabu vikubwa ni foreigner, ambao wengi wako kwenye timu zao za taifa. Yes. Wakitoka hapa wanaenda kuwasaidia mataifa yao. Sisi, sisi ambao tunawategemea hapa wengi wanakuwa ni magolikipa wa pili, ambao ndio wanakuja kina Salim, sio nani? wanaenda kuitwa sasa ile, wanapoteza confidence. Confidence itatoka wapi? Haiwezi kupatikana kwa sababu hujacheza mechi nyingi kwenye ligi angalau sasa hivi anaekuja ni yule kipa wa JKT na yule anaweza kutusaidia kwa sababu kwenye anacheza ana kimwangalia, eh, na quality, hmm, na anafanya kweli. Yes, labda hatujavuka kwa wenzetu, atujavuka Zanzibar kuangalia na wenyewe, asiona kama kipindi kile akina Faruk. Imagine Faruk nayo alikuwepo timu ya taifa eh? Zanzibar kwa hiyo na sasa hivi, yani magolikipa wengi ambao kwenye timizi kubwa ni wametoka nje, ni foreina na wengi, na wanafanya vizuri, na uwezi kumweka nje akamchezesha mzawa, maona kwanza tu hao mashabiki hawatakuelewa baada ya hapo. e, Banka, ulipotea ghafla kwenye mpira e, na kiwango kilikuwa bado kiko vizuri, umri ulikuwa bado unaruhusu. Kwa nini ukaamua kuingia mitini? Ah, mimi nadhani nilivyotoka, nilivyotoka Simba, nilipotoka Simba nikaondoka, sikutaka, nilicheza nadhani ya, nilicheza jeketi ya, ruvu ya, kwa mkopo lakini kwa muda mchache baadaye nikaondoka, nikaamia upande wa pili kwa wenzetu wa Kenya kuna timu ilikuwa inaitwa Bandari. Sisi ndio tulienda kuipandisha. Na mkaiacha kwenye piki kweli. Tulipandisha yes, yes. Na mm, tukacheza pia ligi, tulikuwa wengi tu wazao. Mlikuwa wa kutoka Tanzania mlikuwa wawili wa tatu? tulikuwa zaidi ya wanne, zaidi ya wanne. Tukumbushe, Naftali, David. David, Naftali. Yes, afu wote tumetoka Simba mmoja ndio alitoka Yanga Thomas, Morris Morris, mm naye alifanya vizuri sana. Tulikuwa tuna Meshak, Meshak ya Bel. Kweli nimekumbuka hao watu, yes, na wote tulienda kufanya vizuri sana na mkaiacha timu mara, pazuri paya, pazuri, na tumecheza ligi pia ya Kenya vizuri. Kwa hiyo hatukupotea kutokana na ukishazoeleka, ukisha, ukisha muda mrefu sehemu, ndio maana mimi nikataka kuomba kwa nini tena umetoka kwenye soka mm -hmm. la kiushindani la kimataifa. Kenya wana ligi bora Hey, baada ya hapo uliporudi Banka Z. Of course niliporudi tena mimi na mpira ikawa tena kwa sababu unajiangalia una, una, wewe mwenyewe kwamba kila unachokifanya sasa hivi umeona. Kwa hiyo akasema uje tena uanze hapa kwa sababu uwezi tena umeshatoka timu kubwa. Ukishakuja kwenye timu hizi ndogo tena kusha ndo yale nasema. Ulijitambua wewe. Mhm mm mapema kwa sababu kwa nilipo hela nzuri hata Kenya walikuwa wanalipa ukawa unahifadhi kwenye kibubu ili baadaye mm -hmm. uje kushika mfano vitu vigani ya tulivyokuwa Kenya pia kule unajua wenzetu wana wana zile wana opportunity za kupeleka wachezaji wao kwenye Oman si wapi kuna vile vikombe kombe fani vya mfalme unaona kwa sababu unajua Mombasa pia kwa zile nafasi zilikwepo kwa hiyo unachomoka unaenda unafanya vitu vyako unarudi hivyo lakini sasa umri wenyewe ulikuwa unasogea baada ya Mohamed Banka tunayemwona sasa hivi, mara nyingi kwa hivi sasa amekuwa akionekana kwenye mechi za maveterani. Banka, mara nyingi kwenye timu hii za maveterani unaonekana kuwa ndani ya upande wa Simba. E, nataka sasa hapa nipate, em funguka, nipe ile furaha uliyokuwa nayo wakati unatoka Yanga kuamia Simba ambapo ndo huo ndio ukweli kwenye walisia kwamba ilikuwa timu yako pendwa. Nadhani, nadhani uwezi uwezi ukaonyesha mapenzi yako wakati uko kwenye vilabu vingine especially Moro United. Moro United, Moro United kwa sababu uh, aliyekuwa anaimiliki ni Simba uh, kwa hiyo Of course, wakati tuko Moro, Simba akicheza na nani na nani, na labda Simba na Yanga, watu wa mashabiki pale tunafurahi yani, muone, na baadhi hata wachezaji tulikuwa Moro wengi, walikuwa Yanga walikuwa Simba, muone, baada ya kina Mrisho Jumanne wakaja Yanga, muone, yaa Isa akatoka Yanga kaja Moro, lakini tulikuwa tuna mapenzi lakini kama kazi imefika Yanga walimaliza mapenzi no, unaweka kando Sa, mapenzi unaweka kando, lakini unafanya kazi o, unafanya kazi lakini unasema I wish ningeenda nige, kuchezea klabu fulani ambacho, basi mi nadhani hivyo vitu vikatokea. Mungu alisikia dua alisikia yangu, kwa hiyo nikaenda Simba, ndio maana nimecheza kwa muda kidogo na of course, nilicheza yani, nilitendea haki ume, umehem ume kwanza unacheza kwa mapenzi japokuwa kazini eh? Hata huko ulipokuwa Yanga, nilikuwa nacheza kwa kwa ajili ya kazi na mapenzi ya kazi yangu, umeona hivi. Sasa hapo ilikuwa ukikutana moyo wako <laughs> bora leo nimepata hiki kitu. Mtazamaji, naamini hata na wewe utakuwa unataka kujua kitu kama hicho. Hapa iko kwenye kazi na unatakiwa utumikie kibarua chako kweli kweli, unakwenda kucheza na timu ya Simba <laughs> na umepata nafasi ya kucheza hapo ilikuwaje? Banka takiwa tumekia kibarua alafu naona unacheza na, na timu yako. Hivi kwa haraka haraka, kuna siku ambayo mlikuwa mnacheza Yanga wewe ukicheza sikuye, na umepata nafasi na mkaifunga Yanga mkaif, sorry, kwa mfunga Simba kwa bahati mbaya hmm. Ah, kikosi chetu cha kipindi kile cha Yanga ya kilikuwa kinajitahidi na, lakini lazima tuseme kwamba kikosi cha Simba na wenyewe walikuwa wanajitahidi sana pia. Kwa hiyo kwa mechi ambazo nimewahi kucheza amine, nikito, ye, nikiwa na Simba nikiwa ik ikiwa Yanga tucheza na Simba basi tulitoa draw mechi moja alafu zingine tunafungwa lakini sio tunafungwa kwamba tunaweza yani, yeah. Tumeshindwa uwezo, tunakuonyesha uwezo mkubwa sana lakini mwisho wa siku tumefungwa, bahati sio ya kwenu k mm tunafungwa -hmm. goli moja kama Arusha tulicheza tukafungwa goli mbili, akatufunga Nyagawa zote, kipindi kile ni konyagawa mm -hmm. Baadaye eh, nimehamia Simba kuja Yanga tumewatoa kwa pena... ligi ndogo mm, ligi ndogo mm. Niko nimeshatoka Yanga, mshatoka? Ndio, nakumbuka hapo, huko na wakina Nyagawa huko na wakina eh, yeah, Odhiambo na Kenya eh. Kwa hiyo mechi zote nimecheza nikiwa Simba na nikiwa Yanga, sikufanikiwa nili. Tuhitimishe kwa hivi, sasa niambie unaiona vipi ligi ya soka la Tanzania ambayo sasa hivi mechi zake zote zinaonyeshwa kwa runinga kupitia kwenye kisimbuzi cha Azam TV. Kwanza bila kupepesa, mimi ninawashukuru sana sana, sana, sana sana Azam. Unajua, Azam umekuja kubadilisha ulimwengu, tusemene kama dunia basi imebadilika kabisa. Leo hii soka letu limekuwa nafasi ya tano sijui ya ngapi, kwa ajili ya Azam. Azam inaonyesha mechi zote, ndo tunasema sisi pia i kitu tulikikosa, tulikikosa kwa sababu leo hii mchezaji tokea Azam ameanza hii mchezaji hizi nani zinapatikana, anaangalia kuna mchezaji jana jana nimefanya makosa. Mm. Yeah, ipi kwa pala alinionea kunionea. Yes, ngoja niangalie. Kwa nini Sau... pale yuko kwamba kocha alinitoa? Mbona nilicheza nilifanya yeah. Inasaidia pia mchezaji kurekebisha makosa lakini kupitia Azam lazima wana, wanarudia ali. Atarudia ile mechi kwa utakao utaiangalia. Eh, utapewa uta, labda uta, utaenda uta, uta, uta, uta, uta download tu ukuta vitu uta, vyote utaangalia. Uta, uta, kwa kweli Azam umebadilisha ume, mpira. Naam. Huyu alikuwa ni nyota wa zamani wa kikosi cha Young Africans, lakini baadaye akatimkia kwa watani wa jadi, kwa maana ya Simba, lakini baadaye akaenda kumalizia eh, soka lake kule nchini Kenya akiwa na timu ya Bandari ambao walipandisha na kuiacha kwenye viwango kabisa. Lakini kabla ya hapo, ndani ya Yanga alikuwa kule Moro United, zote zikiwa ni timu za ligi kuu. Lakini akaupiga kweli kweli katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania ya Taifa Stars. beautiful Kanyigo Sports lady teams Wakarugira, hivyo ndivyo nami ninavyohitimisha ndani ya exclusive.